Godlisten Muro, leo nimesikia anaitwa kocha. uh, <laughs> title mpya <mpio>, kabisa. Tuambie wachezaji <laughs> wachezaji watatu, Godlisten kocha amewataja wachezaji watatu, lakini wewe kwako watatu ambao wamefanya vizuri. Wa kwanza nitaanza na Tarryn Allarakhia, e, winga kushoto ambaye kwa vipindi vyote viwili alikuwa anakuonyesha namna gani ambavyo anatafuta solution kutengeneza majawabu katika nyakati ngumu, timu ilikuwa haina hai uwezo wa kuposesi kwa muda mrefu kipindi cha kwanza tu ilikuwa na possession na asilimia 43, wakati Iran ilikuwa na asilimia hamsini na saba, na timu yetu ilikuwa ina possess kwa kiwango kikubwa chini ya mstari wa katikati, maana yake kwenye half yetu. Nani ambaye alikuwa anaweza kutengeneza solution kwenda juu? Alikuwa ni Tarryn Allarakhia. Kwa maana ama maneno sahihi, ungesema kama timu ingekuwa ina support movement zake eneo la juu, angekuwa na mchezo bora zaidi. Kwa hiyo huo kwangu ni wa kwanza, lakini Yahya Zayd eneo alikuwa anacheza yeye ana dabu na e, eh, Miroshi Novatus. Nilimuona Yahya Zayd akifanya ya majukumu yake bora zaidi eneo la kukaba, lakini eneo la kusupply mipira second half alisogea kabisa, aka advance akawa anacheza kama box to box, anakaba eneo la chini, anasogea eneo la katikati, lakini juu, na haishangazi hai, hai, kuona miongoni mwa mashuti nane ambao stars ilimaliza nayo kwenye mchezo mmoja wapo alipiga yeye karibia kabisa na boxi la Iran. Huyo ni namba mbili, lakini namba tatu Nilipenda utulivu wa nahodha wa Azam FC Lusajo Mwaikenda baada ya kuingia, eh, second half, kuna kitu alikitoa cha ziada eh, ambao tumezoea ni mchezaji mzuri sana kwenye ku defend, ila ilibidi awe anasogea zaidi juu, na kuna cross moja ya chini eh, low cross ambayo alipiga haikuwa na, eh, haikuwa na wamaliziaji sahihi. Ule mpira ulipitiliza kuanzia near post mpaka far post akaupata ule eh, nafikiri alikuwa eh, ni Allarakhia ya mwenyewe lakini alishindwa kucomplete ule mpira. Kwa hiyo kilikuwa ni kitu cha ziada ambacho kimeleta utulivu wa timu. Kipiga mahesabu bao la pili lilitokana na mlinzi Israeli Mwenda kukutana na pressure kupiga back pass ikaenda kuzaa bao. So, sasa second half tulikuwa tunawaza upande ule solution ni ipi? So Tarryn Allarakhia, Yahya Zayd, e, tunamzungumza Lusajo Elukaga Mwaikenda. Kwangu mimi walikuwa na performance nzuri licha ya huyo ni Godlisten Muro almaarufu unaweza kumuita sasa kocha kama alivyomwita tu na kaka Saidi, lakini <laughs> tuambie tu kwa uchache sana <laughs> no, uh, mwelekeo wa timu hii uliyoiona leo katika michuano ya yeah, Afcon. Yes, uh, Mwalimu Hemedi Morocco anahitaji kuwa na uh, depth ya kikosi, kikosi kipana. Utakipata wapi? Kikosi kipana tunamaanisha at least level ya ubora wa mchezaji wa ndani na aliyoko benchi isipishane. Ili uipate hiyo level ya ubora lazima hawa ambao asilimia kubwa ni wanaotokea benchi wapate mechi za ushindani. Irani ni taifa kubwa, World Cup ya saba wanakwenda sasa mwakani, Mungu akipenda, wa wana ubingwa wa Asian Cup, kama Afcon yao ya Asia mara tatu. Kwa hiyo ni taifa kubwa kubwa sana kisoka. Unapocheza nao kuna vitu vingi sana unaviongeza, composure, utulivu ukiwa na mpira, saikolojia ya kucheza na timu ngumu. Kumbuka Irani, timu ambazo unaweza ukasema unazifananisha nazo kutoka Afrika ndio hao wakina Tunisia, Algeria, Misri. Kundi la Stars yupo Tunisia, Nigeria pamoja na Stars pia. Kwa hiyo type ya Tunisia ndio unaweza ukaipata soka lao kutoka kwa Iran. Sasa umepata backup ya wachezaji wengi ambao unafikiri wanaweza wakatokea bench, lakini wanaipata mechi nzuri kama hii. Kwa hiyo umeongeza depth kwenye kikosi chako, whether wanaoanza ama watakuanzia benchi, lakini unapata standard ya wote wote wawili ambao wamepimwa kwenye pressure inayofanana. Asante sana Godlisten Muro. Yes, kama ulivyomsikia Watanzania, usifadhaika na matokeo ya, ya leo. Bila shaka yameonyesha mwanga katika mwelekeo wetu wa michuano ya AFCON mwezi Desemba. Mimi ni Ali Bakari, unaweza ukaniita Mufti. Tutembelee katika ukurasa wetu wa mitandao ya kijamii Azam TV Sports na Azam Sports kule Facebook. Asante.